Na msada kta mtazamaji ikiwa ni siku ya Jumamosi, nadhani ni nipashe ya kwanza wikendi, tukiwa na Bi Msafwari na Miriam Migomba, mwaka elfu mbili ishirini na sita, ikiwa ni Jumamosi ya kwanza. Na bila shaka, na kama nilivyokueleza mapema kwamba mada yetu ya leo ni kuangalia kitendawili mm, ni kwamba uende tunatafuta tatizo, lakini tatizo liko hapa, watu hawajui kutofautisha harusi na ndoa. Naam, kuna jumbe moja Rashid imeweza kunigusa, anasema kwamba alifanya harusi, halafu Jumamosi yake wakaachana. Sasa bwana amebaki na madeni chungu nzima, sasa analipa madeni tu na talaka yake mkononi. Bila shaka, nafikiri pia, ile ni ule ni mkumbwa wa ufahari na mitindo ndio, hmm. ambao pmeeza kuchangia kwamba kila mtu anataka katika kijiji chake katika boma lao mm -hmm. na sherehe ya kihistoria na mna wengi hapa wanasema waoni haja ya kuwa na harusi kama Miriam, Migomba, unatupata kwa hivi sasa. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na mada yetu siku ya leo? Kwanza naomba niseme heri ya mwaka mpya 2026 kwa wanandoa wote. Nachotaka kuzungumza hapa kwamba Tuweze kutofautisha harusi pamoja na ndoa. Kwa nini nazungumza namna hiyo? Nataka nirejee, uh, kwa kifupi tu lakini kwenye uzito wake. Mfano leo hii kuna mwanamke ama mwanaume ameachwa na girlfriend wake na boyfriend wake, baada ya kuachwa ameenda kuole, ameenda kuoa. Baada ya kuoa yule mwanamke anaona boyfriend wake ameoa ama yule yule yule mwanaume anaona girlfriend wake ameolewa na yeye anaamua kutafuta mke wa kuoa ama anaamua kutafuta mume wa kuolewa naye, ama anapomwambia nataka, nataka nikoe naye anakubali. Lakini kumbe yule kaolewa kwa sababu ya shinikizo la girlfriend wake boyfriend wake ameoa, na yeye hakubali, anasema lazima na mimi nifanye sherehe, sio ndoa. Inafika hatua sasa Eh, ameenda pale kwa sababu ya ile sherehe ili awe na ndoa, lakini ameingia ndani anashindwa kutambua kuelewa majukumu yake ya kwenye ndoa ni kitu gani. Baada ya hapo ndoa ile inakwenda miezi mitatu, miezi mitatu kinachoangaliwa katika ile ndoa tunazungumza ni tabia lakini kuna baadhi ya watu wana tabia mbaya, sio tabia nzuri. Leo hii umeolewa kwa sababu una macho mazuri, umeoa mwanaume kwa sababu una six pack, ama una una o ama uko vizuri tu na una mwonekano mzuri. Kumbe ule ni mwonekano wa nje, jamii ipate kusifia, fulani kaolewa na mwanaume mzuri, fulani kaoa mwanamke mzuri, lakini tunarudi sasa ndani miezi mitatu ni miezi ambayo ya kuchunguzana. Inafika hatua kama ni mume anamkinai mwanamke na mwanamke anamkinai mwanaume kwa zile tabia ambazo ni mbaya. Tabia zile mbaya mtu anafika mahali anaachwa, mtu asema he, bwana kamwache. Mwanamke mzuri ni mzuri kimwonekano Lakini ni mbaya ndani. Kimwonekano nazungumzia kwenye tabia. Kwa hiyo tufike mahali lazima mtu ajue kutofautisha uzuri pamoja na tabia, lakini sasa kinachoweza kuathiri kwa kiasi kikubwa sasa hivi eh, ndoa nyingi zikaweza kuvunjika japokuwa zimefanyiwa sherehe. Nataka kuzungumza kwa pande mbili, kwa sababu kuna mtu leo hii ameolewa ame, ame kwa sababu ya kufuata sherehe, lakini kuna mtu mwingine hajafanyiwa hata sherehe, lakini imepita ndoa tu pale, hakuna sherehe, lakini baada ya wiki ameachwa. Sasa tunarejea Leo hii watu wanaingia kwenye ndoa na matokeo yake mkononi. Kuna wanaharakati wa kuhamasisha ndoa, kuna makungwi wa kuwafunda wana ndoa, iwe mwanamke iwe mwanaume. Leo mwanaume anaingia kwenye ndoa, anaingia na matokeo yake mfukoni, anaingia mwanamke kwenye ndoa, anaingia na matokeo yake, matokeo yake, matokeo yake kwenye wallet. Sasa tunarejea, kwa nini nimezungumza namna hiyo Mitandao inaweza kuvunja ndoa kwa kiasi kikubwa, wala si sherehe. Kwa sababu gani? Siku hizi ninapogombana na mume wangu mahakama yangu ni mitandao ya kijamii kwenda kushtaki, lakini zamani, leo hii ndoa yangu nikiona siielewi, natafuta na wazee walionizidi umri wa hata kama wajanizidi umri napeleka mashtaka yangu, lakini siku hizi mashtaka watu wanapeleka kwenye mitandao ya kijamii ama anachukua maneno ya mitandao ya kijamii ndipo anapoyapeleka ndani. Inafika hatua pale ndani hakuna ustahimilivu, hakuna uvumilivu, kwa sababu nimebeba matokeo ya kwenye mitandao ya kijamii. Na ndio maana tunaaswa kwa kiasi kikubwa baadhi ya wanandoa, iwe mwanamke iwe mwanaume, leo hii zuri lichukue, lifanyie kazi, ukitoka pale liachi. Lakini nazungumza kwa wale wanaoingia kwenye ndoa, wanaingia na matokeo yake. Nataka kuzungumza kitu kimoja, Rashidi na Lulu. Lulu, ndoa yako si ndoa yangu. Rashidi, ndoa yako si ndoa yangu. Anayeniangalia hivi sasa ndoa yake si ndoa yangu. Lakini leo hii watu tunalishana matango poli, tunahamishana ndoa. Ni ndoa ni kitu hiki kimoja. Kumbe we shini una gubu, aliyenioa mimi hana gubu, mlevi. Umeona, lakini anayeniangalia, aliyemuoa ama aliyeolewa anapenda kununa. Sasa utaaminisha kwamba matokeo ni mamoja? Hatimaye ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu kwamba tunalinganisha. Sasa hivi ndoa zina changamoto, imefika mahali tunakwenda. Ni sawa sawa, zamani dawa, dawa, dawa, dawa za malaria zilikuwa zinaweza kutibu, lakini imefika mahali haziwezi kutibu. Kwa sababu gani? tumekwenda kuamanisha kwamba kwamba dawa hizi ni sugu, hazitibu. Ni kwa sababu kwamba leo hii hata ndoa tumekwenda kuitengeneza kwa kiasi hicho, tumekwenda kuifanya ndoa imekuwa mbaya. Kumbe ndoa haina ubaya, ubaya tunao sisi wenyewe na, ambapo tunakwenda kubeba ndoa kichwani, ndoa ile badala ya kuitua hatimaye tunakwenda kuitengenezea doa, eh? Lakini na, leo kama unataka kuingia katika ndoa haya niliyozungumza usiyabebe hata kidogo. Ingia wewe kama wewe na ndoa yako na an, an, an, anatoa ch, uh, maelezo uh, mengi tu sana ambayo utaweza kuyachambua kwa sababu uh, nafikiri ni, ni fahari ya kila mzazi kuona mtoto wake wa kiume ameoa ama ameolewa. Mm -hmm. Uh, lakini sasa kuna ile sherehe inayoandamana kwamba sitaki mtoto wangu pia aolewe kinyongenyonge na sitaki mtoto wangu pia aowe kinyongenyonge, kwa hiyo muda mwingi Tunauendekeza katika sherehe, atumii muda mwingi kuwatayarisha katika ndoa. Lakini tumpe nafasi pia Bi Msafwari naye, ambaye anaonga nasi atueleze. Je, kimtazamo wako, Bi Msafwari, ni ukweli kwamba hoja hapa inakuwa harusi, hoja hapa haiwi ndoa? Mi kwa upande wangu, kweli nimeona kwamba utakuta kwamba wanapokwenda fanya harusi wako ma na magrupu ya kuchangiana pesa kwa wingi sana, na wanapochangiana hizi pesa ni nyingi na zinapokuwa nyingi, unakuta kwamba zile sherehe zao zinavyokuwa. Alafu unakuta pale pale katika zile sherehe, kuna wengine wanataka kwenda kumharibia ama kwenda kutoa habari zisizokuwa za kweli. Nataka kuwambia siku hizi ndoa nyingi zinavunjikia reception. Unakuta watu wameenda reception, ndoa inavunjikia pale. Hata wanapokwenda kama ni hapo palipa palipa honeymoon, watu hawako sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka kupatia vijana wasia wangu haya mambo ya kuchangiwa pesa, uchangiwe uchangiwe mpaka uchangiwe mahari, uchangiwe pete. Mi kwa upande wangu sioni akiwa na utukufu, yatakana wewe mwenyewe ubebe uzito kabisa wa kujua huyu ni mke unaoa na ugaramike, lakini si kwamba ungoje ile pesa ya mchango ndo andanunua godoro, ndo andanunua blanketi, ndo andapeleka kama ni zawadi kwa watu wa pale unapokwenda oa. Unakuta kwamba mambo hayaendi, kwa hivyo wanangu, nnasema gharamika we mwenyewe uwe na uzito na uchungu wa yule mke unayemwoa. Na kabla haujamwoa angalia background ya yule mke ama yule mume iko namna gani, kabla hamjakwenda oana. Na kuna mambo ningependa kuwaambia leo. Waenda kanisani, waenda kuapa mbele ya Mungu na wale walioko kanisani. Vile viapo ni vibaya sana, wanangu wapenzi, msichukulie kumdhihaki Mungu kudhi kudhiaki mapastas mbele ya Mungu pale kanisani. Yale mambo ni mazito sana, mnayoapa pale, mnayosema pale, alafu unakuta unayasema tu kwa sababu ya sherehe. Waona ni sherehe, si jambo zito, unaongea mbele za Mungu. Nasema kwamba unapokwenda kuapa kanisani, jua pale ni mahali pa kuheshimiwa na pameheshimika. Anayekuoza jua yule ni mheshimiwa wa Mungu. Kwa hivyo msidhiaki mwenyezi Mungu. Naam, mada. kuna kuna wengine wanatoa jumbe wanasema, mm. ni vigumu inataka subra kwa sababu tutakwambia kwamba mwanangu anaolewa, alafu swala la kwanza, si siku hizi, si anaolewa na nani? mm. unauliza kutakuwa na nini? mm. hiyo e, tuwa... nafikiri limekuwa ndio swala la kwanza ambalo linajulikana kama ni swala la muhimu, lakini litakana mm -hmm. lisiwe swali la kwanza. Kisa sasa hivi ni na swali la kwanza linapaswa kuuliza kujua kwamba anaenda kuolewa na nani, ili sasa siku hizi ukiuliza anaolewa na nani utaonekana na na na pia wewe ni mtu mbaya, utaenda ukalifanyiwe kikao. Ulizo unajua nilimwalika mtu fulani harusi aniuliza anaolewa na nani, yataka kujua kwa nini? Kwa hiyo tufanyeje? Useme tu tunavaa sare rangi ya bluu tutakata keki ya ghorofa. Hiyo ndo watu wanataka siku hizi seme. Lakini ukiwa na fursa ya kuzifanya, baada umejua nini maana ya ndoa, fanya mm -hmm. Lakini ikiwa pengine hauna ulazimu wa kufanya mm -hmm. Usijititumue ukalazimisha kufanya, angalia mm -hmm. sana maadili ya ndoa mm -hmm. Sherehe mtaifanya ndani ya ndoa. Kabla tumalize, Rashid, kuna jamaa mmoja anaomba ushauri na ushauri nitamwambia, nitakuambia wewe, labda uweze kumshauri. Anasema kwamba mke um, wake ni mja mzito Hmm. lakini anatabia, kwamba kila usiku wa manane anamwamsha, amka. hmm. Wakiamka anamwambia nipeleke katika petrol station, anapenda mafuta akanuse tu petrol <laughs> anauliza je, hii ni sawa? Wajua pia amepanic, eh? anauliza eh, whether it's normal Ye, hii ni normal. Na akimletea petrol nyumbani anataka kwenda kule kule, kwa hiyo si petrol, ni kile kituo kito ni jambo la kawaida ama nadanganya, Rasha? kawaida. Nitampa historia yangu historia yangu shule. Naam, kwa heri watazamaji.